Ebanabanabana e, e, bana harusi e, ebana ya Jux inaweza kuvamiwa sasa ebana e, yani design kwamba watu wamejipanga kwa namna moja manyingine kuweza kuvunja, lakini pia kuweza kuua sana. Imagine unaona e, wamasuperstar tofauti tofauti kutokea Tanzania, lakini pia wengine kutokea nje ya mipaka ya Tanzania kuweza kuenjoy, lakini pia kuweza kuifurahia bana harusi ya Juma e, Jux.

One of our ways. Wanafurahi sana kwa sababu yani, eh, naweza kusema kwamba ni moja kati ya siku ambazo pia watu wengi walikuwa wanaweza kuzifurahia sana, kuweza kuzisubiri kwa, kwa muda mrefu sana, ingalia kwa kwamba harusi nyingine pia ilikwisha kufanyika kule Nigeria, lakini sasa ni zamu ya Tanzania, TZ, eh, kama unavyoona hapo kila mmoja amekuwa akifurahia. Coats zimekuwa zikizingatiwa, eh, rangi ambazo kila mtu amepangiwa kuweza kuzivaa, ambapo ilikuwa ni black white pamoja na eh, gold, hizo rangi ambazo pia zinaweza kushiriki

Noma sana, unaweza <tiongukana> kuwa unajiuliza sana kwamba ni vipi mbana watu wanakuwa na vibe lakini pia na furaha kama hivi, wasanii tofauti tofauti, washikaji, marafiki ambao pia wameweza kuja kushiriki katika bana harusi ya mpendwa wao kabisa, mwanao kabisa bana, Juma Jux kutokea pale The Superdome Masaki, kinachafuka sana usiku wa leo noma sana kama uko mbali, basi endelea kusogea karibu, kwa sababu eh, vitu vimewaka sana. Mambo yamekuwa ni mengi sana, eh, shangwe zimekuwa ni nyingi. Masuperstar wengine kibao watakuwepo pale, lakini pia wale wote ambao pia walitamani kuona mavazi. Kuna wengine unajua wanaenda kwenye harusi kuangalia eh, fulani kavaaje, eh, fulani kavaa vipi, basi wa drop pale eh, The Superdome Masaki, mambo yanazidi kuwa ya moto bana. Mpaka mimi pia eh, natamani sana kuwa moja kati ya watu ambao pia wanaweza kushiriki au kwenda kuchungulia katika bana harusi. Sisi tutakuwa moja kwa moja kuweza kupata ya updates nyingi sana na tofauti uh, uh, tofauti. JV 2025. <laughs> Let me remember brother. Wewe cha msingi na cha maana kabisa, endelea kutufuatia sisi kama Sawasawa Digital, sawa? Kwa sababu tutakuwa tunakupa updates hizi kila wakati ambapo zinakuwa bana, zinaendelea kutokea bana. Ebana, ebana Juksi baba, tupumzishe baba baba. Juksi tusamehe sisi bwana. Hey, naomba sana drop comment yako hapo, lakini pia comment, like and share kwa watu wengi zaidi waweze kuendelea kucheki harusi hapa ya Juksi chao.